jana unakuja, namuwamini Mungu na mimi, kesho atanipa japo matatizo haya ishi yana niandama. E Mungu wangu, nione huruma. Themanini jamani, Sabani ni jamani, nimetembea sana mpaka nimechoka. Hapa nilipo na kiu ya maji, naombeni soda kidogo tu niye, ni ninywe ili mradi nilainishe koo langu. Haya, so mama huruma, mpe mwenzangu huruma. huruma ninayo kweli lakini sio kwa jua hili nitoe jusi yangu mpe yako kidogo tu, yani si nywi ni kidogo tu. Sasa jamani, nakupa nini jamani? Kidogo tu jamani, yani si nywi yote ibaji, tukoo lilainike. Mpe sio. Naliona kabaala wenzia wanafanya kazi za maana, uwaoni? Kwa lazima ukote makopo, kazi imeisha kuna vibarua kibao huko viwandani, wote uvivu na alafu, ungejitahidi ungeamka asubuhi, maskini yangu, sasa hivi lingeshia jai lolobako, ungeuza mwenyewe, sasa hivi ungeenda kuuza ungepata hela ya maji. Wewe umechelewa kuamka, unavizia wanafunzi njiani wakipita ndo uombe vijuisi vyao. Mwenzangu ayus babangu, kwa hilo utatusamehe kuwa kidogo tu, lakini siinywa sasauti. Imadi shuga yangu vimatemate vyako avinywe yeye, kama vina virusi, unataka naye mwambukize magonjwa, si ndio? Uwo umeomba juisi umepewa kunywa, unamrudishia tena, unataka kumwambukiza shuga yangu maradhi tena, mwisho wa siku niende ule bila <laughs> <laughs> Hello, kaafukuuanana yeah. Wewe kunywa mpaka kiu kiisha. Haya, hmm. Ni mapito. Leo tunapita, huu ni usiku. Mimi najua mchana unakuja, namuamini.

saakdinavlnanamkfu unachotakiwa saa hivi ni kumwomba sana Mungu maana, ukilia hakuna chochote kitakachokuja zaidi ya kila siku utakuwa unalia. Enzo, nimeshafunga sana na nimeshaomba sana, nadhani maisha yetu lukuo nayajua vizuri ko tunaishi vizuri sasa. Usilie sana, unachotakiwa saa hivi kuzidi kumwomba Mungu. Nafahamu kote umezunguka, lakini hamna jibu lolote nilipate. Unatakiwa umwombee sana ile kaka yako anayeumwa saa hivi. Kila siku ukiwa unalia utapata faida gani? Kwa nini kila siku sisi? Kwa nini Angel bolatababa baba angekuwepo, nifanya nini mimi? Uh, kiukweli ni hmm? Unajua nimenjoi sana, nadhani unajua kwamba siku zote furaha yangu ni kuwa na wewe ndani. Sasa unapokuwa unaondoka harakaraka, kiukweli moyo wangu unakuwa unadundadunda, unajua. Wewe ni mwanamke mzuri sana unajua? Mm -hmm. Sasa unahisi naweza nikawa sina furaha pokaa na mwanamke mzuri aa, kama... unajua mm -hmm. Siku zote wanaume tukimiliki wanawake wazuri mm -hmm. Lazima tuwe tuna hofu kwa wanako kwenda wamesimama alafu wanaondoka bila kuongea chochote. Asabibi, unajali nini? Siwapita njia wao, wache bwana, watu wananjanja zao mchana. Alafu leo sio Ijumaa, wanapita kuombaomba. Ah, unatuharibia mudi bwana kweli. Ndio unadeka.